Oh, jamani, tupo Kibaha Pangani, jamani, unatufahamu Kibaha Pangani. Jamani, tupo huku ndani huku, tukiendelea na utaratibu wetu wa ujenzi wa ki pavement za kisasa, tukihakikisha kila mmoja ananufaika na ujenzi wetu wa pavement za kisasa jamani. Tupo na kiongozi wetu hapa, atatueleza hasa ubora wa hizi pavement za kisasa ni nini. Kiongozi, ni za kwako. Safi safi, watu wengi wanauliza sana hizi pavement, haswa ubora wake. Ah, ina ubora mkubwa sana. Naam. E, cha kwanza azioteshi majani, mm-hmm. azikalishi maji, pia ni imara, aziweki ukungu e, ni imara kabisa. Kwa hiyo kwa wateja wote karibuni, msio na wasiwasi, Kiboke Pavement Company yupo kwa ajili yako. Kwa hiyo unge unamwahidi nini hasa mdau ambao umekuja kuongea huko? E, huku ah. namwahidi mambo mazuri <laughs> kwa na. Kiboke Pavement Company kwa atakachokiona asisite kuongea chochote, maana tumemwahidi kumboreshea lake, yes, kubwa hii, atafurahi okay. Kwa hiyo unamwahidi ni mdau ambaye anahitaji kujenga na kiboke ah, anachomwahidi hmm, atakachokiona hapa yes, asisite kutupigia <laughs> na, na. Ha, jamani kiongozi amemaliza kila kitu, ameshataja ubora wa pavement za kisasa, hazioteshi hmm, majani, zinakupunguzia gharama ya ujenzi kwa kiasi pia ni imara sana. Kwa hiyo, we tupigie simu muda wote, tunapatikana tuje kwa kufanyia maajabu kama tunavyofanyaga siku zote. Kiboke Building, nyumba ya wajenzi, karibuni sana hapa Kiboke Building! Wow!